Hapa kunielezea huo upuuzi wako Penina. Kwa hiyo hichi ninachokiongea ni upuuzi? Lakini hem, jaribu kubadilisha makosa yangu na kuwa yale mazuri ambayo nilikutendea. Kwa mazuri gani ulionitendea Micky? Nishakwambia sikupendi, sikuhitaji. Kama ni mapenzi yalikuwa zamani, lakini sio sasa hivi. Lakini tambua hata mimi naumia kwa ajili yako Nakupenda sana e, na sorry kama nimekukosea. Hivi hivyo, unautindia ubongo, kwamba uelewi ninachokizungumza hapa? Sikupendi. Kwa hiyo ulikuwa unanitania kipindi uko na mimi? Labda ningepozwa na mpenzi ninge, lakini wapi, kila nayempata na talii wakati natamani ni utoe uhai wewe. Kwa hiyo unaondoka alafu hujaniachia hela ya kula, una maana gani? Ah. Ni kweli mchumba wangu sijaacha chochote hapa ndani, ila mguu wangu wa kutoka ni kwenda kutafuta, ila usijali, na unajua wazi hali ya sasa ni ngumu, kwa naenda kutafuta chochote kitu ili kila kitu kiwe sawa. Alafu inapaswa utofautishe kati ya mchumba na mwanamke. Mimi ni mkeo, sio mchumba wako. Na kushangaa, unaondoka alafu niachie hata mia. Sasa mimi nitakula nini? Haya, tuseme unaondoka, alafu mimi unaniacha hivi, nitakula nini? Hebu niambie. Mimi naelewa hilo ndio maana nimekwambia, hapa nilikuwa natoka kwenda kutafutia wewe, ili uvae ule upendeze, mke wangu. Kwa hilo ndo shaka kabisa. Nisikize nikwambie, ni naomba uende urudi, uje na hela ya maana. Siwezi nikavumilia njaa, maana ukunitoa nyumbani kwetu hakuniambia kama kuna kushinda njaa. Nadhani umenielewa. Mimi ni mwanamke mzuri sana, kwa hiyo siwezi nikapitia tabu na nikavumilia, sijui umenielewa. Nimekuelewa, mke wangu, ila punguza maneno makali basi. Kuwa na subra, kila kitu kitakuwa sawa. Acha hacha nende nikakutafutie mke wangu. Sawa, safari njema. Ah umeshindwa kuinama umesimama miguu chachame kama migondia kaa. Mtu huna chochote, huna hela basi hata fadhali hauna hela, una mwonekano, hata mwonekano, huna. Ha! Mwanaume mbaya, wewe. Hivi unafikiri hizi ni enzi za Twanga pepeta, eh? Huna pesa, huna muonekano hatukutaki. Kwanza ana fly sana Penina alivyokuacha. Maana yake yani mtu huna chochote, umekaa tu kazi kulelewa. Eh? Mwanaume una aibu wewe. Eh? Unafikiri vile vitu ni vya bure bure? Unajela baba. Unajela. Na sasa hivi kuna, no, no sasa, she, baba. Yani sasa hivi kuna wanaume wenzako wanao wanaume wanaotaka wanaume wenzao. Sasa jirengeshe, jichanganye baba. Yaani sasa hivi unapigwa futa hela moja. Akili yote na kukaa sawa. Tafuta hela baba, sawa? So unataka hapa tu na tena. Usinitumbulie mimi mijicho ka mijicho ka tulanongo. Usiniangalie. Yaani nakwambia na haya maneno ya kuingia kabisa ujue kama vinauma. Asa hivi amepata bwana. Anamgaramikia. Mtoto anaku, ulikuwa umemfuja. Penina Penina amekuwa kama sijui kituko gani. Asa hivi hata wewe mwenyewe ukimwona, nahisi roho yako itakuuma. Tafuta hela. Acha kujikalisha hapo unatiatia huruma. Hebu <laughs> nipishiege mimi.

Ndio ndugu yangu Kisala, leta habari. <laughs> Leshi, ndugu yangu bwana, vipi harakati harakati? Ah, kusema kweli safi kabisa, sijui yes. wewe bwana, mimi kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu, ila asa, kama unavyojua tena, sisi kama ndugu sasa, tunavokaa muda mrefu bila kuwasiliana kidogo inakuwa changamoto bwana, pamoja kwamba maisha magumu lakini inapaswa an yes. Hmm. Afu nimekumbuka Vipi kuhusu mpango? <laughs> kusema kweli mpango wetu unaenda sawa kabisa, kwa sababu kwenye asilimia zaidi ya asilimia sabini, sasa mpango wetu umenyoka, yani kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo ni sisi tu kucheza na mda, kama unavyojua, muda sio rafiki kwa upande wetu. Kwa hiyo natupaswa tufanye juu chini, ili mpango wetu ukae sawasawa. Hilo ondoa shaka, ondoa shaka kabisa, ndugu yangu, kwa sababu hata mimi najua nini nafanya kama tukichezacheza hapa muda utatukimbia, kwa hiyo ndo maana nafanya vitu kwa muda na kwa wakati sahihi. Hilo ndo shaka kabisa, ndugu yangu <laughs> nakubali ndugu yangu, basi kikubwa ni hicho ambacho nimeona, ngoja kwanza tushirikishane katika hilo na kukumbushana pia, ili tusije tukafanya mambo ambayo baadaye tukaja tukalalamika sisi wenyewe. Hakuna hakuna kitu kama hicho, yani hu ubize, ubize, ubize ambao wakionana siku kadhaa kwa sababu ya huo huo mpango. Kwa hiyo bado nipo kwenye mchakato, naamini kila kitu kitakaa sawa. Basi poa, haina shida ndugu. Hivi unajua Penina, ni unawaka, umependeza. Yaani hapo kwenye kupendeza, shoga yangu, acha nikupe siri ya urembo. Kwanza si nimeachana na Miki, shauri yake. Tena kwanza nilikuwa natamani kweli uachane naye. Maana yule nilikuwa naona kabisa hamfiki, yaani hamtoboi, haufiki naye popote. Yaani hiyo umenipa raha. Shoga yangu sasa hivi nimepata bonge la bwana, ndio linaloniweka mjini mimi sasa hivi. Kwanzia kupendeza kula kwangu anajua yeye, kwao nimeamua ni achani kwa sababu hiyo. Hapo umetisha sana, maanake alikuwa nanikira lile li, li yani, kwanza libaya lichafuchafu, hela alina likienda kama linaenda likirudi kama linarudi. Hapana eh, kwa kweli, hivo unajua mwonekano wake kama wale wasichana hivi wa America kule like yani, ni kuwa sio kuwa nali mtu ambalo halieleweki hohe hahe kula kwake yeye mwenyewe pa eh, hapana. Hmm, shoga yangu mi naye nilichoka kumlea yule kijana kosa hivi. Nimeona bora na mimi nilelewe, ananipa vile alivyo vikosa Miki, kwa hiyo lazima ninganyane Umefanya vizuri tena, nakusisitiza usije ukarudi hapa siku moja, sio, sijui Micky amenitafuta wewe uta... yani, utanchefua utaenda kuyatilikivyogo mapepo yangu ya kingoni huko yalipo. Wewe yani usi kabisa, masiara maanake, najua usasampa na mimi siku moja moja sinajua maswala ya outing, like, like. Ah. <laughs> ume, yani umeniparaha <laughs> sio siri, nami ni kuahidi kwamba <laughs> sitorudiana tena na Miki maana, kule nilipo, shoga yangu, nikifanya tu pesa hizi hapa, nitake nini nisipewe? Shoga yangu kama unavyojua hapo. Sasa umeongea basi. Wakati huu nimepitia changamoto sana hichi kipindi ambacho nimeachana na mchumba wangu. Kuna maneno ambayo kanitolea nimeshindwa kuyaelewa kabisa, inaonyesha kwamba ana mwanaume mwingine. Sasa hicho kitu kinashindwa kunipa raha kabisa. Sasa, yani hapo kinachokupa unyonge ni kipi? Yani mwanamke wako ana mwanaume mwingine alafu unakuwa mnyonge kivipi yani? kivipi sasa hapo? Hapo cha kufanya brother, umeona cha kufanya ni kumtafuta kwanza. Wewe jamaa, unamjua? Hapana, sifahamu. Wewe ndio unamfahamu. Cha kufanya hapo ni kumsaka huyo mchizi ambaye yeye anajifanya anakula matunda ya watu, ni kumtafuta, afu kumbadilishia roho. Sometimes amani unaweka pembeni, unatumia vurugu. Huyo ni kumsaka mjomba, ni kumtafuta chocho kwa chocho. Unatia una, una, huruma, kati unaibiwa hapo. Unabidi uwe mkali wewe, unabidi uwake sasa Mtafanyaje uchunguzi wakati mtu nikiwa simfahamu? Sikiliza bro. Yaani wewe kama uwezi kufanya upembuzi akinipa kumpata huyo mtu, niachie mimi. Mimi nakuhakikishia, nitafuatilia, nitamchunguza kwa sababu wewe huwezi kunihisi mimi vibaya. Hata kama akiona namfuatafuata, hawezi kuja, kwani natafutania katika maisha yake. Mimi nitamfuatilia na nakuhakikishia nitamjua. Na nikimjua, sitaki unyonge. Abaza weka sura yako ya huruma sitaki tena. Ni kumpelekea moto. Yaani, yaani mpaka dunia chungu. Mabanzi, makofi, mateke, huyo mjomba. Hizo mimi ndo napenda hizo, mimi ndo alike hizo. Sawa, hilo jambo mimi nakuachia wewe. Sasa sikiliza, Micky, sio hapo? Tunakubaliana vizuri, mimi naenda huko, nafanya kazi ya kufuatilia, silipu chochote, nafuatilia mwenyewe kwa kwa moyo wangu mmoja tu, moyo mkunjufu, alafu mwisho siku tunampata mhusika. Unamchekea au mimi nitakukataa mwanao. Tukimpata mhusika, tunamnyosha, kwa sababu mtu hawezi kutembea na mke wako afu wewe unatia unyonge. Tunamnyosha mjomo. Sidhani kama naweza nikakuangusha na ndo maana nikaona mtu sahihi ni wewe, wakuja ukombea hili jambo kama eh, nilivyo <coughs> mke wangu, sasa hizi salama? Ah, leo naona mazingira yako safi sana pia, umenifulia nguo zangu za kwani. Ndo mara yangu ya kwanza kwa kufua au kutakatisha nyumba mpaka leo? Ni ajabu. Hapana ah, ila nilikuwa naomba nikuulize, wakati unafua ujaona pesa yangu kwenye zile suruali? Wiki ya pili sasa wanambia una hela nashangaa naujapanaanaweza kusababiza hela hela gani uliweka katika suruali, na ikiwa wewe hauna hela, ujue nilivyo ni mizunguko yangu. Kuna rafiki yangu siku kadhaa nyuma alinigia pesa yake nimshikie, sasa nikahisi nimeacha kwenye suruali, sijui nimeangusha, ndio maana anakuuliza kama uliiona, labda alafu we mwenye kidevu kasi, kuna nikiminaji wewe Kunipanda kichwani, unachukulia poa, si ndio eh? Nisikilize nikwambie, sijaona hela na sina hela yoyote ile. Kwa sababu wewe hauna hela, wewe unajifanya chizi. sina hela basi mke wangu, mbona vitu vya kueleweshana tu unatumia hasira? Mimi nilikuwa nauliza, basi uenda labda niliangusha. <laughs> vipi lakini hamna chochote kitu ndani, kwa hela gani uliyoacha Nenda kale kwa bibi yako shamba. Pumbavu wa tabia wewe. Na nitakunyoosha, nisikiza nikuambie, wewe unajifanya msiri, unafanya vitu vyako kwa siri, hipo siku nitajua kila kitu, na usiombe nikajua mimi Aisha Chogo nikajua vinavyoendelea kwako, utajuta nakwambia, wazaya wewe. Basi mke wangu, nae vitu kidogo unapaza sauti, yaani sawasawa, wachezaji wa Simba wameingia kwenye kambi ya Yanga. Basi Aisha

malakondenakanimechelewa ah, au nimefika kwa wakati? Wala hata ujachelewa, umefika kwa wakati sahihi. Na siku mbili sijafika hapa, ila kiukweli nimekumisi sana. Yani kila nikikaa huko nilikuwa nataja jina lako, yaani kiufupi, nimekumisi sana yani mimi. Kama wewe tu, mpenzi wangu, nimekumisi pia, lakini mimi nimekumisi zaidi